yajuzu liljauja antahaba haqaha fi lmabiti ila zaujiha biiwadhin au biduni fayakunu lahu lkhiyaru bain lqauli qabuli wa adamihi. Sasa kwa upande huu wa malazi usiku wa kwanza ni wa mke wa kwanza, kwa mfano, au mke wa pili. Sasa inawezekana akawa mke wakaelewana na mmewe akasema mimi hii haki naiuza wewe usije kulala kwangu, nenda kwa mke wako wa pili au mahali pengine unapotaka. Lakini usiku wakaelewana akauza, au akamwachia kama zawadi, nimekuachia sina haja ya usiku huu uje, na ikawa kwa hivyo, ni haki anaweza kuuza. Ndio inasema ya juzu lizauja antahaba hakaha. Mwanamke ana haki, anaweza kumpa zawadi mume wake filmabit usikuuo ila zaujiha, yani akampatia mumewe biiwadhin, akampa kama na kwa ma, malipo au bila malipo, malipo yote, fa yakunu lahu khiyar baina lqabuli wa adam, naye pia mume yule anakuwa na haki ya kukubali au kukataa. Yani kwa upande huo haki hii ni tulisema ni ya pande mbili, mwanamke anasema mimi nimeangusha hii haki, sina haja nayo mume naye anasema mimi na nasema, haja na hii haki ni haki yangu pia. Kwa hivyo ni haki zao wote, kwa hivyo ni kuelewana. Mume anaweza kusema mimi sihitaji kutoka, yani hii haki yangu mi siangusi, na mke hata kama amesema, inabidi sasa wakatiwa kubali, yani awe watakukua pamoja katika usiku huo, fa in qabila sarafa laylatahu fi ma yasha ikiwa basi mume atakubali, anaenda kulala mahali atakapo, walaha ntahaba lailataha lisuratiha. Na pia anaweza kusema mimi, mi nampatia mke mwenza huu usiku na hii biridha zauj paka, lakini mume mpaka aridhie, fayasiru eh, alhaqu laha bikabuliha. Basi ile haki inakuwa nini? Ni haki yake ikiwa naye pia atakubali. Kwa hivyo kulazima kuwe wote watakubali.